Ami, ishafika hapa lakini nyumba si... Aha. Siijui mimi, achua shakipita shakipita ah. <laughs> Wa salamu alaykum. Wa alaykum salam vipi hali? Nzuri. Haya, vipi zouko nyumbani? Ah, salama alhamdulillah. Haya. Nyumbani ni hapa <laughs> ni hapa eh? Karibu. Asante. Hey. Asante <laughs> Eh, alhamdulillahi rabbil alamin. Haya, vipi? Mamkwe hajambo kwanza huko nyumbani? Mama yenu hajambo <laughs> hajambo. Basi yami kule niliamua kuhama kule kwa sababu niliona ni mbali sana na kazi zangu, haona ni bora nije ninunue hapa. Sawa baba Nyumba si mbaya na hata hapa pahali pazuri, lakini tutoke nje kidogo. Ha, kuna tatizo, tatizo lipo <laughs> hmm? Baba, waweza vipi wewe kuishi kwenye mazingira kama haya, mazingira machafu mazingira hatarishi kwa ugonjwa wa malaria. Hebu tazama machupa haya yalivyojaa maji machafu, makopo, vifuu vitele, maji yaliyotua mahaya, hujui rangi gani, migomba hii, haya yote m mazalia ya mbu. Na miongoni mwa jitihada za kutokomeza malaria, moja ni kuondoa haya mazalia ya mbu, na nasie wenyewe kulala kwenye vyandarua vilivyotuwa dawa. Hii si hali, ikiwa wewe pekee huiwezi hali, waite na majiranizo mushirikiane kuiondoa hii hali ya uchafu. Aha. Sasa ame na kufahamu tayo, kwenda chukua majembe sasa hivi tuje tupasafishe hapa. Mke wangu majirani, muleteni majembe haraka haraka, tuje tupasafishe hapa fahali kwenye mazalia ya mbu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na kitengo cha kumaliza malaria kwa msaada wa serikali ya Marekani.